Naitwa Salala Isa Salala, mimi ni bodaboda wa -boda, MK Kimara Nje. Siku tano nilizoka ndani, nimeathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na uchumi wangu, kwanza uliumba kutokana na akiba niliokuwa nayo, nilikuwa tayari nishaitumia, maana yake nishaishiwa. Sasa ilibidi ilibidi nitafakari, natoa wapi na nyingine hii nipate kujikinzi katika kipindi hichi ambacho hakuna uwezekano wa kutoka kwenda kutafuta, hakuna uwezekano wa kutoka. Maana yake inabidi kwa mfano, mimi kazi yangu inabidi nitoke ili ni, nile. Nisipotoka ujue siri hasa hizo siku tano nitakula wapi? Ndio swali nilikuwa najiuliza. Kwa hiyo ni lazima nitafute ndugu, rafiki wa kuniazima pesa ili nitumie wakati huu ambao nipo ndani. Kwa hiyo ili ili kwa kiasi kikubwa kujiwekea madeni yasiyokuwa ya lazima. Kingine pia ili asili kutokana na sika zetu hizo wengi pikipiki sio za kwetu hizo. Naenda kwa hesabu. Na hesabu bosi haelewi kwamba kuna maandamano au kuna nini. Yeye anataka hela yake. Atana hizo siku tano ambazo sijafanya kazi, bosi anaendelea kwa hesabu. Asa kwa mimi naniwekea deni ambalo sio la lazima. Itanifanya mimi baadaye kumaliza mkataba, kwa mfano ningemaliza mwezi wa 11, itanisogeza mbele. Kwa inakuwa athari athari kubwa sana kwangu, kwa wangu, kwa kabla hujafanya kitu hujaribu kutulia mbele sabu, angu, walo, walo kwa sababu vijana wenzangu walojaribu kuandamana kwenda wakutulia athari zitakotokea baada ya kitu anachokifanya, lakini kiukweli tumeathirika kwa kiasi kikubwa, tumefikia hatua unga wa shilingi 1500 unanua 4000 mchele wa 2000 unanua 5000, kipindi hicho utoke ndani ukumbuke ya kununua mchele wa 5000 unatoa wapi? Ndo mwanzo wa njaa. Tumetoka ndani tumepungua, mimi nilikuwa mnene hapa unaponiona. Mimi, umeisha huu.